Bwana Yesu asifiwe. Uh, siku ya leo tunaendelea na masomo yetu ambayo tunazidi kuangalia ahadi za Mungu na sababu za kudai ahadi za Mungu. Leo tunaangalia sababu moja ambayo pia inadhibitisha ya kwamba ninapokuwa nikidai ahadi za Mungu nimekuwa sehemu salama sana. Pointi ambayo tunazungumza katika siku ya leo, ninapokuwa nikidai ahadi za Mungu tunadhihirisha kwamba ahadi za Mungu ni silaha tosha katika maombi yetu. Unapokuwa ukimomba Mungu, unadhihirisha ya kwamba unamhitaji akufanyie jambo fulani, sio tu kwamba we ni mhitaji, lakini nikumbushe hili ni, ni kwa sababu pia Mungu anastahili kuabudiwa, ni kwa sababu pia Mungu anastahili kuombwa. Kwa hiyo unapokuwa ukiazimia kuacha kuomba kuacha kudai ahadi za Mungu kwako, hata katika maombi yako ambayo pia umekuwa ukiyaomba, wakati mwingine unaweza usipate nguvu. Kwa sababu gani? Mtu mmoja katika Biblia anaitwa Hana, tunamsoma na tunajifunza, alikuwa anadai ahadi ya kupata mtoto, na alichekwa sana na alidharauliwa sana, na wakati mwingine walimtenga hata ndugu zake, na wakati mwingine aliachwa lakini katika maombi yake, kwa sababu alikuwa ameweka ahadi na akaweka nadhiri kwamba mimi Mungu, na kuomba hiki ahadi yangu mimi na wewe Mungu ni kupata mtoto. Mama huyu akapambana katika maombi, mama huyu akapambana katika kumtafuta Mungu, alidumu. Na ndio maana hoja ya msingi leo kwamba sababu mojawapo au kwa nini tunadai ahadi za Mungu katika kudai ahadi za Mungu tunapata nguvu ya maombi, tunapata nguvu katika maombi yetu. Maombi ambayo tunayaomba yanakuwa na nguvu. Haiwezekani mtu wa Mungu kutani na mtu fulani ambaye anaweza akatatua shida zako, lakini usiseme shida yako ni ipi, usiseme pia kwamba mambo yapi ambayo pia unatamani Mungu akutendee, mambo yapi ambayo pia unatamani wewe huyo mtu akutendee. Kwa katika siku ya leo nakumbusha hii ninapokuwa nikidai ahadi za Mungu ninadhihirisha ya kwamba maombi yangu pia yanakuwa na nguvu. Watu wote ambao pia tumekuwa hatuendi tu, tumekuwa watu wengi leo tumekuwa tuendi na ahadi katika maombi. Niukumbushe hili katika maombi yako, unapokuwa ukimuomba Mungu weka ahadi kwamba Mungu umetuahidi kitu hiki, sio kwamba wewe umwaahidi Mungu. Mungu ndiye aliyekuahidi. Narudia tena hii point Mungu ndiye aliyetuahidi, sio kwamba wewe umemwahidi. Yaani wewe tu kusema tu kwamba mimi, Mungu naomba unipatie kitu hiki ni kudhihirisha tu ya kwamba wewe ni muhitaji kwa Mungu, lakini aliyetuahidi ni Mungu. Na jana nilisema kwamba Mungu huyu ambaye amekuwa akituahidi hajawahi kuahidi uongo, hajawahi kuzungumza zungumza tu kwa bahati mbaya, hajawahi kuzungumza zungumza tu kwa kufurahisha, bali yeye ahadi zake anadhihirisha ni kamili. Ahadi zake anadhihirisha ya kwamba haziwezi zikawa ahadi za uongo, haziwezi zikazungumzwa tu ili wewe eti ufurahie. Ahadi za Mungu wewe leo zinakuchola kwa ajili ya ku, kuwa mtoto mwema kwa ajili ya ufalme. Kwaiyo nikukumbushe hivi kwa ni huyo ambaye pia umekuwa ukitafuta msaada sehemu fulani, yupo Mungu ambaye amekuahidi k huwe ambaye pi umekuwa ukipitia changamoto fulani kesu Jumatano tutaopa yupo Mungu ambaye amekuahidi. Na huyu Mungu ambaye amekuahidi anachotamani tu ni wewe fulani, ni wewe kijana, ni wewe mama, kusema kwamba Mungu, kwa kuwa umeniahidi kitu fulani, na unipatie kwa mapenzi yako, natamani unipatie. Umeniahidi watoto, natamani unipatie. Umeniahidi kitu fulani, natamani unipatie. Mungu anadhihirisha na anasema yeye ajawa mwongo atakupatia.